Neno ataqwa, baadhi ya wanazuoni wamejaribu kufanua. Al-Imam Ghazali anasema kwamba ataqwa, maana ya ataqwa, ayaraka Allahu haithu amaraka. Neno maana ya ataqwa, maana ya kwamba Anapenda Mwenyezi Mungu akuone pahala ambapo yeye anapopataka, anapenda Mwenyezi Mungu akuone daima katika maisha yako pale ambapo yeye anapataka, na asikukute pahala ambapo Allah amekuharamisha, ndio maana yake la'allakum tattaqun. Asiyam, Allah akazungumzia asiyam ama funga. Nini maana ya funga? Maanake tutakapofunga mwezi mzima wa Ramadhani, mwezi mzima wa siku thelathini, matarajio kwamba mtu atakapofunga kwa imani hii funga ndani ya siku thelathini ndani ya siku thelathini itambadilisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiona mtu amefunga ndani ya mwezi mzima siku thelathini ayyama ma'budat, haya masiku ambayo yamehesabika masiku thelathini na bado hajabadilika, yani ile saumu haijambadilisha, bado hajaingia kwenye nukta ile ambayo Allah aliyokusudia. Mtu akifunga kuna faida tatu, zipo faida tatu ambazo mtu anazoathirika nazo, na ndizo Allah alizozikusudia katika aya hii, kutiba alaikum siyamu asiyamu, bi maana asomu. Siyamu ni jamu, ni wingi. Somu ni fradi, asiyamu jamu ni wingi, ni zaidi ya somu moja Ukisema saumu maana yake unakuwa umezungumzia funga ya siku moja, lakini asiyam, katika tamko la asiyam ni zaidi ya saumu moja, maana yake ndani ya siku thelathini. Kwa hiyo mtu akifunga siku thelathini ndani ya siku thelathini, matarajio kwamba Allah tabaraka wa taala atakachomlipa ni kumfutia madhambi yake. Sasa tuzieleze hizo faida, ili ujue maana ya Allah tabaraka wa taala kusema la'allakum tattaqun. Huyu mtu anabadilika vipi? Kwanza kabisa, saumu asomu, mtu akifunga somo hii inakuwa ni inampelekea mtu kuwa kwanza, asawmu, asaburu, asaburu kuwa na uvumilivu katika taa. Jambo la kwanza samuasabru ala taati llah, anakuwa na uvumilivu katika ala ma wajaba alayhi, yale ambayo yinaomwajibikia huyo mtu bima amara Allah, yale Allah aliyoyamrisha yafanya hiyo moja. Lakini jambo la pili, kila ambacho kiko ndani ya, ya funga, faida anayoipata huyu mfungaji asabru an maharimi an maharimi llah, ni kuwa na uvumilivu kwa yale yote Allah aliyoyaharamisha, ni kuwa na subra, kuwa na uvumilivu juu ya yale ambayo Allah aliyoyaharamisha kwa hiyo lengo la kufunga ile saumu, mtu anapokuwa amefunga ndani ya siku thelathini, manake hii funga yake inamzuia ndani, ndani ya siku thelathini kuto kufanya jambo lolote baya, jambo lolote la kumwaasi Allah tabarak wataala, anakuwa na ile hofu. Ndio hapo utaona kwamba walio wengi Ukishaingia mwezi mtukufu Ramadhani, kama alikuwa anakunywa utaona pombe ameacha kwanza. Kama alikuwa anafanya zinaa anaacha kwanza. Kama alikuwa anatumia nyama nguruwe, wapo Waislamu wanakula nguruwe, wapo, wapo. Utakapoona huyu sasa ameheshimu Uislamu, ameheshimu huu mwezi akasema hapana, huyu ni mwezi wa kutubu, ni mwezi wa toba, ni mwezi ambao ni mwezi mtukufu. Ukaona kwamba ameachana nayo. Kwa hiyo matarajio ndani ya siku 30 huyu atabadilisha, atabadilisha. Maana yake hii funga itambadilisha yale ambayo alikuwa akiyafanya huku nyuma, atayaacha kwa ataya. Hiyo ndani ya siku thelathini atajiepusha na yale Allah aliyoharamisha. Asabru an maharimillah ni kumtengeneza mtu kuwa na uvumilivu, kumtengeneza mtu kuwa na uvumilivu kwa yale ambayo Allah aliyoyaharamisha. Lakini tatu, asabru ala maanake, mtu anapokuwa amefunga kuna maumivu ya, ya, ya, ya. Kuna maumivu ya, ya, ya tumbo, kwamba amepata njaa lakini akavumilia hiyo yote nini? ni alalami maumivu. Kama alikuwa na taratibu ya kula asubuhi, anakula mchana, anakula jioni, lakini sina kwamba mtu anapokuwa amefunga hayote anaweka pembeni, hayo yote anayeweka pembeni. Kwa hiyo asabru ala alalami wa shadaid, anakuwa na uvumilivu juu ya maumivu, lakini pia na shida Kulluha tujadu fi somu, yote hayo yanapatikana katika funza. Ndio Allah akasema kwamba la'allakum tattaqun, hakika mtakuwa wachamungu. Uchamungu huo ni katika haya ambayo tulioyaeleza, asabru asabru ala taati llah, uvumilivu katika toaa ya Allah tabaraka wa taala kama mwezi wa mtukufu wa Ramadhani alikuwa am, alijikongoja kus, kuswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaonekana katika swali tayari, e huyu mtus, e, so ende kumtengeneza kuwa nani, kuwa na ucha Mungu, inamtengeneza kuwa na uvumilivu katika ibada. Lakini asabru an maharimillah, kuwa na uvumilivu katika katika yale Allah aliyoharamisha, kujitenga na yote ambayo Allah aliyoharamisha. Lakini pili, lakini, tatu asabaru al la llami wa shadait, kuwa na uvumilivu katika machungu na maumivu. Katika, katika kufunga kuna maumivu, kuna machungu. Imagine kwamba mtu ambaye amezoea kula kula daku, amezoea kula daku vile ambavyo mtume salama wa salama alivyoelekeza kuchelewesha kula daku. Hasa huyu mtu, imagine kwamba sasa imempitikia ile ule muda wa kula daku mpaka alfajiri, imemtumokea hana uwezo tena ufanyaji wa kula ile imani yake binafsi ima, ile imani yake binafsi tayari, hii itampelekea kwamba apate maumivu katika mchana siku hiyo, hakula daku. Kwa hiyo hakujifungia mlango ili ale angalau kisirisiri. Kwa hiyo akafanya subira, akavumilia. Ile iftari aliyokula na wezekana iftari hakula vizuri, lakini daku pia imemkosa. Imagine kwa sasa ni maumivu gani huyu mtu anayokutana nayo katika ule mchana wote ndo, uh, Allah akasema la'allakum tattaqun, hili ndio lengo. Ucha Mungu haupatikani katika, katika Ramadhani. Ucha Mungu huwa ni matokeo ya Ramadhani, baada ya Ramadhani imeshamalizika imesha, imesha, hapo ndipo ucha Mungu unapoonekana. Ucha Mungu hauonekani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni maandalizi, ni maandalizi.